Mwana Sawa Sawa Digital hope uko poa kabisa na unaendelea vizuri kabisa na harakati za maisha. Leo niko na story ambayo inahusu e, wachezaji kutokea kule nchini Zambia. Hawa ni wanawake. Tunajua katika mpira pia kunakuwa kuna wachezaji ambao wanakuwa wanacheza katika mabara tofauti tofauti au katika nchi tofauti tofauti. Sasa kuna baadhi ya e, wanawake ambao wanachezea katika e, timu ambazo zinapatikana kule Marekani na tunajua kabisa Marekani kumekuwa kuna stories nyingi sana ambazo zinakuwa zinaanzishwa na hii ni mara baada ya Rais Trump kuweza kuingia kwenye madaraka na kuweza Kuamua, e, vitu ambavyo anakuwa anavitaka. Sasa timu ya taifa ya wanawake ya Zambia imeamua kuwaondoa wachezaji wao wanne wanaochezea Marekani kwenye kikosi chao e, kwa ajili ya mechi zijazo kutokana na wasiwasi ambao unahusiana na sera za uhamiaji utawala na e, wa Rais Donald Trump kutokea kule Marekani. Sasa sera hizo zimeweza kusababisha hali ya kutokuwa na uhakika kwa wageni wanaotoka wanaotoka lakini pia kuweza kuingia na kurejea Marekani mara baada ya kuweza kusafiri e, nje ya nchi. Mwezi uliopita, mwana, mwana sayansi mmoja wa kutokea kule Ufaransa aliweza kukamatwa na simu yake ikachukuliwa alipowasili Houston kwa ajili ya mkutano ze, ika e, kama amechukuliwa ile simu yake na vitu vingine vikawa vimeendelea. Sasa Zambia inaweza e, inatarajia kuweza kucheza na Thailand na kisha dhidi ya China watacheza hiyo mechi lakini pia China wiki hii, wachezaji wao Orlando e, Pride e, Barbara Banda, Priska e, Chilufya na Grace Chanda pamoja na Lecho e, Kundananji e, wa Bay FC watakosa mechi hizo. Banda ni nahodha wa Zambia, lakini pia ni sehemu muhimu kabisa e, ya safi ya ushambuliaji kutokea katika kikosi e, cha timu ya taifa ya kule Zambia. Sasa shirikisho la soka la Zambia FAZ limesema katika taarifa kwamba uamuzi huo umefanywa kutokana na hatua e, za ziada za usafiri zilizoanzishwa na utawala mpya e, wa Marekani. So inaonekana kuna utawala pia mwingine mpya, kutokana na uongozi huu kuna baadhi ya vitu vimeweza kubadilika, hasa katika swala zima la kusafiri e, mchezaji kutoka Marekani kwenda sehemu nyingine ambaye si muhusika wa Marekani au kuweza kuzaliwa Marekani. Sasa imeweza kuondolewa kwa wachezaji hao e, kwenye kikosi e, kumeamuliwa na ushauri wa, wa ubalozi wa Zambia huko Washington na vilabu vyao vya ligi kuu soka ya wanawake ya Marekani NWSL. Ee bana, hii imekuwa ni historia ambayo pia itakuwa inashtoa watu wengi lakini pia kutakuwa kuna vitu vingi vitaweza vikatokea hapa katikati kutokana na maamuzi ambayo yanafanywa na uongozi kutokea kule Marekani ambao unaongozwa na Rais Donald G. Trump. Endelea kutufuatilia sisi kama Sawa Sawa Digital kwa sababu habari kigenjani mwako zinakuwa zinakufikia kwa muda na wakati sahihi ambao unakuwa unastahili.